Je, ungependa kujua jinsi ya kuandika mziki wa notation kwa njia ya simu? Haya, twende pamoja kufuatilia video hii inayokuja. Asante. Hakikisha una hii apu inayoitwa Ascore. Kama huna ingia play store, <coughs> i download kisha i download, ingia namna hiyo, itakuletea hivi sasa. Jinsi ya kuandika hapa iko kwenye ngazi kuu ya si. Je, je wewe ungependa kuanza na ufunguo tofauti na si, unakuja kwenye hii hapa jumulisha chini bonyeza ok. Kuna alama hapa vishapu viwili hivi hapa hivi hapo, bonyeza hapo ok. Na ungependa kwanza na ufunguo gani? Kama ni f mi nitachagua efu ambayo ina flati moja, nikisha igusa hiyo efu hii hapa nitagusa huku hapa kwenye staff hii nitagusa namna hiyo, tayari imekuja hiyo furati yangu. Nitaanza nitaanza muziki kuandika kama ifuatavyo. Nitakuja kwenye kialama cha kinanda hiki hapa chini hapa pembeni, nitabonyeza okay. Nakuja namna hii. Sasa wimbo wangu nataka nianze na ngapi ya ngapi? Okay. Wimbo wangu uko kwenye nne ya nne. Nitaanza kama ifuatavyo. Hiki kinanda ndo kitakusaidia kuandika. Okay. Hiki kidoti ili kuandika noti ambayo ina moja na nusu. Nafanya namna hio, unagusa do mi so. Ok. <coughs> kutaka kupunguza unakunagusa hapa sofum mi. Ok, paniweke pigo mbili namna hiyo. <coughs> Do. Okay. Hapa ntaongeza nukta namna hiyo do mi so fa mi re mi do okay. Sauti ya pili nitafanya nje hapa. <coughs> Kuna hii hapa alama V1 nabonyeza namna hiyo, inakuwa V2, alafu narudi mwanzo ili kuandika sauti ya pili. <coughs>

naweza ukaisikiliza pia, unaweza ukaisikiliza namna hii. Okay, hapo nimeshamaliza. Utaonge, je utaongezaje stafu nyingine ambayo ni ni Beth, best craft au F craft. Utakuja kwenye hii jumlisha hivi utakuja hapa, utabonyeza hiki kialama hivi. Utakuja kwenye hiki kialama cha chombo aina ya trumpeti <coughs> utabonyeza. Okay, utakuja aniwe chombo utakachochagua, tawekami nitachagua chelo hii hapa. Nikishachagua hivyo nitaweka hivi, nitagusa huku huku namna hiyo tayari imekuja. Okay. Nadhani kitu kama hicho. Kama ni sauti ya tatu utaanza kujaza, ya nne utajaza, lakini njia ni hiyo. Asanteni sana.